Umu Yahya anasema: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nimefunga siku mbili za bedha, na baadaye mama wangu akataka haki yake. Je, naweza kulipa hiyo siku imebaki? Siku mbili akasema za bedha meupe. Asema mfunga siku mbili na baadaye mume wake akataka haki e, yake. Je, yeah, anaweza kulipa hiyo siku iliyobaki? Mchana. Mm. Ah, alhamdulillah, hawezi kulipa ile sunna. Hii sio deni. Mm. Eh, na mwanamke anatakiwa kama amekuja hadithi Mtume Muhammad sallam mwanamke anatakiwa asifunge somu sunna isipokuwa kwa ruhusa ya mume wake. Kama amefunga mchana ya ayamul bidh, na mume anamtaka na hamu yake mchana, basi afungue hii sunna. Haki ya mume ni ni kubwa kuliko isomo ya sunna hii. Na hadithi Mtume amekuja, Mtume anasema hata kama mume anataka mke wake wahiya ala qatab qatab, ulama wanasema ile meza fulani mwanamke kabla hajafungua inaweka, kabla hajaingia chumba ya kuzalisha, yani iko karibu kuzaa eh, ajaingia leba yuko hapa mm -hmm. hata kama mume anamtaka asimzuie, no. Hii mtume ha ametoa mithali tu, lakini hakuna yeah. Mwanamume anamtamani mke wake wakati yeye atakujifungua hakuna, lakini mtume ametoa ni kuonesha ukubwa, uzito, lakini hakuna mtu anatamani sile vizuri na kama yeah amefungua kwa mume wake halipi na tabata thawabu katalia a ni sunna. Lakini mume wake halipi tabata thawabu inshaallah, akimkatalia ni sunna, anapata madhambi naam. Lakini mume anatakiwa, maana mke wake amefunga ameshiba, kama ume ameshinda kuvumilia, lazima afungue, naam.